serikali kupitia REA itasambaza majiko banifu laki mbili yenye bei ya punguzo la hadi asilimia 75 pamoja na kuwezesha ufungaji wa mifumo ya nishati safi ya kupikia katika taasisi za umma zinazohudumia watu zaidi ya mia moja. Aidha, serikali imekamilisha kusambaza umeme katika vijiji vyote na inaendelea kuhimiza matumizi ya majiko ya kupikia yanayotumia umeme ikiwa ni njia mojawapo ya kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia kwa wananchi wa vijijini badala ya kutumia kuni. Pamoja na majibu ya Mheshimiwa Waziri, nina maswali mawili ya nyongeza. E, wananchi walio wengi hasa wanaoishi maeneo ya vijijini wamekuwa wakipata changamoto kubwa pale mitungi ya gesi inapoisha ili waweze kuongeza ile, ile gesi na gharama ya, ya, ya mitungi ya gesi ambapo wanaongezea ni shilingi elfu tano au shilingi na shilingi elfu 20 hadi 25 kwa mitungi ile midogo. Kwa hiyo wananchi wengi wanapata changamoto kubwa sana. Je, kwa nini serikali isiongeze ruzuku ili hawa wananchi waweze kununua kwa ule mtungi wa kati shilingi elfu 30? Bado wanatumia kuni na mkaa katika maeneo mengi, na pamoja na kutumia hizo kuni na mkaa haya majiko banifu, mheshimiwa Waziri, uliyosema itakuwa ni mkombozi kwao kwa sababu yatakuwa yanatumia kuni kidogo na mkaa kidogo. Lakini mheshimiwa waziri umesema mtaanza na majiko laki mbili. Haya majiko laki mbili ni chini ya asilimia tano ya wananchi wanaoishi katika kaya zile vijijini. Kwa nini serikali isiweze kuweka ruzuku angalau wa mkafikia asilimia hamsini ya majiko banifu ili wananchi hawa waweze kuyatumia? Nakubaliana na yeye kuhusiana na umuhimu wa kuendeleza ruzuku ili wananchi wa vijijini waendelee kupata majiko haya kwa bei rahisi zaidi. Nataka nimhakikishie mheshimiwa mbunge mkakati huu ni mkakati wa miaka kumi na ndio tumeanza, kadri ambavyo tunaendelea tayari. Kwa mfano sasa hivi tunao mkakati wa matumizi bora wa nishati ambao pia tunahusisha sekta binafsi, kwa maana ya kuongeza mitaji, kuweka modo mpya za biashara kwa ajili ya kusaidia uh, upande huu wa nishati safi ya kupikia. Kwa ni niwahakikishie kwa mikakati ambayo tunayo kwa miaka kumi hii, tunaweza kufikia pale ambapo tume, tume, tumejipanga, kwa sababu mikakati iko mingi, na hapa ni mwanzoni tu, tumeanza na majiko laki mbili lakini